Watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma nitakuja na fyekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa rais